Tumepokea taarifa hiyo na maelekezo ambayo nime, nimeelekezwa na viongozi wangu niwaambie ninyi waandishi wa habari na Wanasimba kwa ujumla ya kwamba kwa sasa uongozi wa klabu ya Simba umejikita kwenye maandalizi ya mechi ya tarehe kumi na saba. E, fikra, maandalizi, mipango na kila kitu tumekielekeza kwenye mechi yetu ya keshokutwa tarehe kumi na saba. Na taarifa rasmi kuhusiana na uwanja wa mechi yetu ya tarehe ishirini na tano tutaitoa punde tu mara baada ya mechi yetu ya tarehe kumi na saba. Maana yake ni kwamba Wanasimba hivi sasa wajikite kwenye kuelekea mechi yetu ya tarehe kumi na saba, tujikite maandalizi ya tarehe kumi na saba. Tukishamaliza maandalizi hayo tukishamaliza mchezo huo tutakuja kuwaambia mustakabali wa mechi yetu ya tarehe ishirini na tano, lakini kwa sasa wana Simba wote waendelee na maandalizi ya taarifa ya awali kwa maana tiketi, waendelee na mpango huo huo, wale wa mikoani waendelee na mpango wa kuja Dar es Salaam mpaka pale tutakapotoa taarifa nyingine ambayo itakuwa taarifa rasmi mara baada ya mchezo wetu wa tarehe kumi na saba.